Tai Media. Ulipo tupo, tuende pamoja. Ni nadra sana kushuhudia vikundi vya kijamii vikiadhimisha miaka kadhaa tangu kuanzishwa kwake. Tumezoea kuadhimisha kwa miaka kadhaa ya uhuru ama muungano pamoja na miaka ya mwanadamu kukumbuka kuzaliwa kwake. Umoja Mbeya Active ni miongoni mwa vikundi vya kusaidiana katika shida na raha mkoani Mbeya. Tai Media imeshuhudia namna ambavyo wanakikundi hao walivyo katika hali ya umoja, upendo na mshikamano. Happy birthday! Kuanzishwa kwa kundi hilo huenda hakukutarajiwa kuleta matokeo yanayoonekana hivi sasa, kama anavyoeleza Oscar Mwenda ambaye ni mwenyekiti na mwasisi wa umoja huo. Tupo hapa leo tarehe ishirini na tatu mwezi wa tatu, elfu mbili na ishirini na tano lengo kubwa ni kuadhimisha miaka miwili ya Umoja Mbeya Active. Mara nyingi watu wamekuwa wananiuliza, Umoja Mbeya kitu gani kilikushi? Nakumbuka mwaka 2019 na na tulipopata matatizo katika familia, nikatoka hapa nikaenda kijijini, ewe, tulivyokuwa niko mkweke, nikajua kuna wengine pia wanaweza wakapitia kitu kama hichi, nikaona hapana, ngoja basi tuanzishe umoja ambao umejumuisha watu kuenda kupeana faraja. Lengo letu kubwa, tunasema tupo epushiana aibu. Matarajio makubwa ya Umoja Mbeya ni kuhakikisha foiliko uh, kubwa ni kwenda mbali zaidi, kwanza kuinua uchumi kati yetu sisi wenyewe kwa wenyewe, lakini ni kuepukana na shida ambazo tunapata especially katika usafiri, gari la matangazo ma MC. tunataka tuwe na uratibishaji au tuwe na vitu vyetu, baadaye tuende kufanya sawa sawa na matakwa yetu. Uh, upendo ndo lengo kubwa, upendo tuko uh, kauli mbiu tunasema umoja na upendo ndiyo nguzo ya Umoja Mbeya Active. Yaani bora tukakosa hiyo milioni moja amini milioni mbili na nusu tunayotoa, lakini sio kukosa upendo. Upendo pointi yetu kubwa ni kuhudhuria katika tukio mwenzetu anapopatwa na changamoto. Yani at least tufike zaidi ya robo tatu ya wanaumoja, na ambaye hajaja pate taarifa shida gani inayomfanya sifike. Kwa hiyo ndio maana tunaibiza upendo, na tunashukuru Mungu, saa hizi tumeungana kwa hali na mali, watu wameunganisha upendo mwenzako kama wewe akipata mwenzako changamoto, tunajiona kama ni mimi. Hili kwa kweli tunamshukuru Mungu, limeshatimia kwa kiwango kikubwa mno mno. Umoja Mbeya kiukweli, kwanza ufanano ni fedha, wote wanatoa fedha, sijajua kiasi gani, nisiingilie magurupu mengine, lakini upekee tulionao licha ya kutoa milioni mbili keshi kumpa yule musika, upekee uliopo namba moja ni upendo kama nilivyosema, namba mbili ni ile kuhakikisha uendeshaji wa changamoto ya mwenzetu anayopata, tunaratibisha sisi, ikiwepo ni UMC na gari la matangazo ambao tunaita PA. Huo ndo tofauti mkubwa na ushiriki wa pale, tunabeba tatizo kama la kwangu mimi mwenda, lakini ndo la mwenzetu, kwa hiyo tunabeba, tunaungana. Huo ndo tofauti mkubwa ambao upo katika Umoja Mbeya Active. Kauli hiyo inaungwa mkono na katibu wa umoja huo Joseph Msambara. Kuhusiana na miaka miwili ya umoja Mbeya, kwa kweli tumevuka hatua na umekuwa ni umoja ambao sisi binafsi tunaita kwamba ni sehemu au wataalamu wa kufariji ndani ya jiji la Mbeya. Tumekuwa ni wazuri sana katika hilo na tumekuwa ni watu ambao tunatoa faraja pale ambapo mwenzetu anakuwa kwa amepata shida yoyote. Kwa ukweli mpaka sasa hivi watotufikia, tumefika mbali sasa hivi ziko nne na tunaelekea grupu ya tano. Ni mafanikio makubwa kwa upande wetu sisi. Umoja Mbeya umekuwa ni kimbilio la watu wengi sana, sio wachache, ni wengi mno

Umoja Mbeya au tuseme nje Umoja Mbeya, kuna watu ambao umeibuka kupitia Umoja Mbeya, yale tunayoyafanya, kuna wengine wameona kwamba kuna umuhimu wa kuweza kuyaiga na kuweza kuyafanya, lakini ndiyo, tunashukuru Mungu wanakwenda, lakini uwezi ukaikopi original, na ile copy kama original hapana, original ni original tu. Umoja Mbeya ni original. Andiko matakatifu yanasisitiza kuhusu umoja na upendo, na uwepo wa Umoja Mbeya Active umeakisi vema dhana hiyo ya upendo, umoja na ushirikiano. Kwa majina naitwa Salome Aidani aka Mama Mwamposa wa Wabunji. Mimi najisikia vizuri sana kwa sababu umoja wa Mbeya active ni umoja ambao yani unatuunganisha, ni umoja ambao unatupa nguvu. Yaani hata ukiwa na unyonge kiasi gani, ukiwa ndani ya umoja Mbeya, yani kwa kweli unajiona huko nyumbani, ni familia ambayo ina upendo. Mimi nawaambia waje kujiunga kwa sababu bila makundi kama haya bado hajakamilika mtu, unaishi na watu, ukiishi na watu nao wanakufuata. Kwa hiyo ushirikiano ndo kila kitu. Kwa majina naitwa Mr. Os John Gute aka Unyunyu Motors. mimi na nauzungumzia umoja Mbeya kwamba ni umoja ambao una manufaa kwa kila mmoja, kwa sababu tumekuja hapa mjini wengi tukiwa hatuna ndugu, hatuna marafiki, tumefika tukiwa wenyewe, lakini umoja Mbeya umetufanya tuone kwamba tuna ndugu na tuna marafiki katika mji huu wa Mbeya. Naweza nikawaambia ni kwamba ni kitu kizuri, kwa hiyo waweze kujumuika pamoja nasi ili kusudi waweze kujisikia kwamba wana familia hapa mjini tofauti na vile ambavyo unavyoingia katika u mji unahisi kwamba uko peke yako lakini ukiwa Umoja Mbeya upo na familia ya watu zaidi ya mia tatu kwa hiyo kuna nguvu ya kutembea kifua mbele ukiamini ya kwamba uko na familia yako mjini hadi sasa Umoja Mbeya Active una zaidi ya wajumbe 1187. Elizabeth Nyivambe, Tai Media. Ulipo tupo, twende pamoja.